Happy Lydia, it has been long time we do miss you here. Tunakutamani sana, imekuwa kitambo sana, umetukimbia, hutaki kuja tupa madini yako. Because uh, most of people wananiambia kwamba kale kasichana kakuongea ongea kizungu kale, tunakatamani kalete, hebu tukasikie. So, Happy Lydia, uh, uh, up to you leo, uh, and there's this question ambayo inataka kukuuliza hapa na ufunguke ule ukweli wako halisi because I do understand ya kwamba endapo mtu yoyote anataka kusafiri Uarabuni huwa akona malengo yake sometime. Like lakini once akishafika hapa Uarabuni ama nchi yote ya Uarabuni, yale malengo yake huwa sometime anayageuza, ama malengo yake zile target ambazo ako nazo zile goals na ambazo anataka kuachieve kwa maisha yake baada ya kwamba amesafiri Uarabuni, sometime inafika time paka anageuza in a way that anataka kuchenje afanye vitu vingine tofauti na vile ambavyo alikuwa ana target kuvifanya. So, I need to ask you a simple question: ni kitu gani ambacho unahisi ya kwamba mtu akisafiri Uarabuni the first time ama anastahili kufanya ama, je, ni sahihi kama mtu ametoka zake nchini Kenya let's say that, na ama Tanzania, nchi yote ile ambayo ametoka, lakini tusijue ana target zake za kwa nini amesafiri? Je, ni sahihi baada ya kwamba ashasafiri, ameanza kazi kule ambako amesafiri, kwenye nchi ya Arabuni, je, ni sahihi yeye kugeuza mawazo yake na kufanya jambo lingine tofauti, mbali na lile ambalo alikuwa amelieka target ya kwamba endapo atasafiri atafanya atafanya a b c d? So those are two questions ambao nimekuwa chia up to you Lydia. So, asante sana Mr. KG kwa hii nafasi uh, yenye umenialika tukuje tu, tuzungumzie hili jambo. Uh, ni kweli kila mtu anapotoka pale nyumbani ako na malengo yake. Kuna chenye anataka kukuja kufanya after amepata pesa hapa Gulf uh, but tukifika hapa uh, unfortunately most of us ni wenye tunabadili malengo yetu, kwa sababu kitu moja ambacho kinatufanya tubadili mienendo ni kuwa uh, tumeanza kupata pesa, tunaona every month uko na pesa, angalau uko na pesa za kutosha, unaona nikiziunganisha miezi tatu mbili nitafanya hili jambo. But is it okay? Is it okay to change your goals? and uh, for me I will say it's not okay.

Definitely that means unataka kuanzisha project iendelee pale nyumbani kama hau yuko, don't forget ya kwamba wewe utakapofanya ile kazi, sio venye mwenzako atakaoifanya. Wewe uko na pesa. Uko na pesa my brother, my sister, umezituma nyumbani zikaweza kuanzisha project nyingine ambayo umesikia watu wengine hapa wanazifanya, lakini sasa wengine wanafanya kulingana ziko kwa mioyo yao. Like, this is what they came here for. But the moment you start sending money to start a certain project, they will not run it for you as, as you can run it for yourself. For example, nitakupea example. I had a friend, alikuwa, amekuja hapa Gulf, alikuwa na malengo lakini alipofika hapa akasikia watu wanajenga ploti bai shamba akaamua ataanzia vilivyo hivyo hivyo tu. He started by the way he started putting down some materials ili akuja akaweze kujenga zile ploti za kukondesha. But trust you me, alitokea katikati, na alipokuwa anachokea katikati pesa yake almost 3 years in Gulf iko pale imelalia pale na amesikia amechoka, kwa sababu kila saa nyumbani, anasema wanaambia tuna sibiti mawe zimeisha, anashindwa kwa nini hii project yangu aishi. Alafu akitumiwa picha ya vile nyumba zimejengwa, he is not happy because he is not present into that one. Alafu kitu ambacho wewe mwenyewe kimekuleta hapa, unataka ukuwe present when they are doing it Don't entrance somebody in your goals. It's not possible. Hakuna mtu ambaye anaweza kutekelezea vyema malengo yako kama vile wewe utajitekelezea mwenyewe. Kwa hivyo kuna effect kubwa sana tunapokuja hapa na tunabadili yale malengo yalituleta hapa, tunaweza kuigiria mambo mengine yanatuwestia ya pesa, tunawest do zetu kabisa kabisa, because that is nothing we had more information about. Ulienda tu ukauliza mabeshte wako nikuulize niko na elfu mia mbili naweza fanya nini? Anakuambia isi hata uende Ubai, ubai manguo ubai viatu, anza kupea watu wazipeleke huko kwa barabara no, you don't start like that. You have to know mimi nikitoka kule Kenya nilipokuja siku ya kwanza, siku ya kwanza nilipofika hapa Doha ni nini nilichokuwa nikisema kabisa kabisa, hizi ndo nitarejea kukifanya. So ukiwa na hiyo lengo ukishafika hapa siku ya kwanza eh, mwezi wa kwanza wa pili, jaribu kabisa, kabisa, kabisa, jaribu kutilia maanani, like you don't have to change because the more you change the more it's going to affect you. Uh, so ni vizuri kabisa mtu aelewe kilichomleta na akijaribu kuweka sana sana ukaribuni. Uh, utasikiza mengine yes, utasikia kuna kazi zingine unaweza anza, utasikia kuna mambo mengine ambayo yanaleta do. Ni vizuri yasikize, lakini usibadili the main thing that brought you here. Yeah, because that is the only thing that is going to take you out of this place. hilo tu ndo kitu inakupeanga ujasiri unasema nilikuja hapa kwa sababu ya hili jambo. Na sasa nimeona niko na elfu, uh, elfu 800. I have 800,000. I'm going back home. Yes, because I can start this thing. That is what gives you bravery and you will be able to say it's my time to resign. But you see the moment you change into another thing that keeps on changing you in the more that you're going going to be in this country. Kwa sababu ukianza a certain project that was not for you, you are going to utabidi sasa uanze ku kuchange hata time yako ya kukaa hapa. Ah, uh, utabidi uanze ku change mambo mengine mengi sana. But if you had a strategy, like like you you are going to to have a a certain certain amount and get out of of here because of a certain goal, I will advise you to follow it it like stick on it. That is your rescue, hiyo tu ndio itakayo kufanya ukaweze kutoka hapa na utaenda na utaitekeleza vizuri. Stop entrusting people on, on the project pale nyumbani, kwa sababu wasabau hawazitekelezi ambavyo sisi wenyewe unaweza kujitekelezea your your your goal is your goal, and your goal is and can never be somebody else. Asante sana kwa siku ya leo Uh, kwaherini.